Aliyekuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Edward Lowassa amesema hayuko tayari kuingia ikulu kwa damu ya Watanzania kumwagika, na ndio sababu hakutoa kauli yoyote ambayo ingesababisha matatizo mara baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa. Lowassa aliambulia nafasi ya pili katika uchaguzi uliomweka madarakani Rais John Magufuli. Mwandishi wetu Idi Wesu anasimulia zaidi kutoka Arusha. Katika mkutano wake wa kwanza wa hadhara toka uchaguzi mkuu kumalizika, Edward Lowassa akiwa katika mkutano wa kumnadi mgombea wa Arusha mjini kupitia Chadema God Bless Lema, amesema kinyume na matarajio ya wengi kutaka kutoa kauli ambayo ingepelekea vurugu na umwagaji damu, badala yake ni kuwaasa Watanzania kutulia na kudai haki kwa utulivu. Ningeenda barabarani, mungeuana nini? Kwa nini ngeenda barabarani, mingeengea ikulu na mikono iliyojaa damu? tutakwenda Ikulu na mikono safi, tutakwenda Ikulu na dunia inajua. Kwa hiyo nawashukuru, na kwa kunisikiliza, kwamba hatuna haja ya kauli, tusipigane sisi kwa sisi, lakini wanajua na dunia inajua wametuibia kura sisi. Mkutano huu pia umehudhuriwa na waziri mkuu mstaafu Frederick Sumae ambaye amewataka wanaarusha kutofanya makosa na kumchagua Godbless Lema, kwani ni aina ya wabunge wanaohitajika kutetea maslahi ya wanyonge. Kwa sababu hiyo, wananchi wa Arusha lazima tumchague ndugu yetu Lema, Lema. Godbless Lema aingie bungeni akasaidiana na wabunge wengine ili waweze kutetea haki zetu kwa upande wake mgombea wa ubunge jimbo la Arusha mjini kwa tiketi Chadema God Bless Lema amewataka wanaarusha kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kuwasihi kutokuwa chanzo cha kuvuruga uchaguzi huo. Msivae alama ya chama, msiwachokoze watu kwenye vituo, na mimi mkiniona, mnanipenda, mkiniona wa msinishangilie, uchune nenda kachinje mtu, kuna kituo cha kura Chaguzi wa ubunge katika jimbo la Arusha mjini unatarajiwa kufanyika mwishoni mwa juma hili huku mchuano mkali ukitarajiwa kuwa kwa vyama vya CCM na Chadema. Kutoka hapa jijini Arusha, Idi Wesu, Azam News.